Sana, ninakusalimu kwa jina la Yesu, ndugu mpendwa na mtazamaji popote pale ulipo, katika kundi letu la home church na kundi letu pia la ukombozi wa familia. Ninakusalimieni katika kipindi hiki cha ja sikukuu za Christmas na kuelekea mwaka mpya, barikiwe sana, na ninakushukuru pia wewe ambaye umekuwa mwanachama wetu, mshirika wetu, mtendakazi mwenzetu. Yapata sasa miaka mitatu tangu tumeanza huduma hizi. Nikushukuru sana kwa ushirikiano wako ambao umekuwa karibu nasi kwa kujifunza pamoja nasi lakini pia kwa upandaji wa makanisa vijijini na ufanyaji uinjilisti vijijini na hata mijini pia na hata kampeni mbalimbali mbali ambazo tumekuwa tunazo kwa ajili ya jenga makanisa panda kanisa. Nikushukuru sana kwa ajili ya huduma hiyo, na hata katika sehemu zingine nyingi ambazo zimekuwa nje ya taifa letu la Tanzania pale Kenya, Uganda, na hata mpaka Kongo, tukifanya kazi kwa muda huo wote tukiinjilisha injili. Nikushukuru sana. Lakini leo ni tarehe ishirini ishirini na mwezi wa 12 mwaka 2025, zimebaki siku chache tukielekea mwaka 2026. Ah, wakati huu ambao watu wengine wanasherekea sikukuu hizo, lakini mimi nataka nisherekee na wewe neno moja kidogo, kwamba katika miezi hii tamani kujifunza au kupiga hatua kuingia mwaka mwingine kwa jambo hili Ningelikuomba katika nyakati hizi, tumia muda huu na sikukuu hizi na kuvuka mwaka huu kwa neno hili kwamba mwaka elfu mbili na ishirini na ishirini na sita na uwe mwaka wa kubadilishiwa roho yako, kubadilishiwa roho na kufanywa upya katika maarifa ya kweli. Wakati wengine wanabadilisha mavazi, wanabadilisha mlo, lakini wewe tamani sana kubadilishwa, kubadilishiwa roho na kufanywa upya katika maarifa ya kweli hicho. Ndicho ambacho ninahitaji kukushirikisha wakati huu. Kwa nini nimekuambia utamani kubadilishiwa roho yako? Maanake usiingie mwaka elfu mbili na ishirini na sita ukiwa na roho ile ile, pengine ilikuwa ya ugomvi, pengine ya magonjwa, pengine ya mapito fulani ambayo alikuwa akikusumbua. Lakini tamani kubadilishiwa roho, tamani kubadilishiwa maarifa tamani kubadilishiwa vyanzo vya kutembea, tamani kubadilishiwa vitu fulani kwenye maisha yako ambavyo wengine wanaba, wanatamani kubadilishia, kubadilishiwa mavazi, kubadilisha mulo, kubadilisha makao ambao walikuwepo. Watu watasafiri kwenda sehemu mbalimbali, lakini wewe kwenye maisha yako ni kusii, tamani kubadilishiwa roho na kufanywa upya katika maarifa ya kweli amen. Hilo ndio somo ambalo nataka tujifunze pamoja na wewe ni tushirikishane katika kitabu kitatoka, somo letu katika kitabu kile cha Warumi kumi na mbili mstari wa pili Biblia inasema kwamba msifananishwe mf, na ulimwengu huu, bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu. Msifananishwe na ulimwengu huu, bali mgeuzwe nia zenu. Kwa hiyo tamani, wakati dunia ina, ina, inafanya vituko vya kula kunywa wanapatiana boxing day, unaona vitu kama hivyo lakini, wewe tamani ubadilishiwe roho yako. Hivi vitu vipo, miaka yote tumeviona na hakuna faida yoyote. Lakini mimi nakusihi katika kila hatua ya mwezi wa kumi na mbili na unapoingia kwanza mwaka, tamani ubadilishiwe roho yako, ubadilishiwe maisha yako, ubadilishiwe tembea yako, ubadilishiwe kuwaza kwako. Hicho ndicho kitu ambacho nataka nikushirikishe mwana wa Mungu, kwamba tamani ubadilisho. Katika somo hili tutajifunza vitu kadha wa kadhaa. Ndani ya hili somo tutajifunza juu uokovu, lakini tutajifunza juu ya familia, lakini pia tutajifunza juu ya ndoa, lakini pia tutajifunza kwa ajili ya utii katika Kristo Yesu, na hitimisho la mwisho tutajumulisha mambo yote. Litakuwa na sehemu kuu mbili, lakini nikuombe kuwa tayari kushirikisha watu wengine wa tayari kwa ajili ya kushare na na kulike na kusubscribe hapo mahali hapo, ili tuendelee, kwa sababu 2026 na na, tutakuwa na vitu ambavyo ni vya pekee sana kwenye maisha yetu. Karibu na tuendelee katika sehemu ile ya pili ambayo itakuwa imesheheni vitu vingi. Barikiwe.